Sisi tumeshenyetwa goli mbili kwa moja. Yeye yeah, yeah, ameshenyetwa goli saba kwa sita. Ah, sita penati. Penati ina mwenyewe hata Madrid anafukua penati, ma, penati, mwenye, penati. Mimi siyashenyetwa mimi nimetoka kiume a e, <laughs> sisi tumeshenyetwa goli mbili kwa moja yeye yeah, yeah, ameshenyetwa goli saba penate. kwa sita. Penati ina mwenyewe hata Matidi anafukuwa penati ah, siyashenyetwa mimi nimetoka kiume sasa sawa penati ni maana yake penati si mchezo ndani ya kabla pitch amjaond kwenye pitch, penalti inapigwa light. Kama penalti zingekuwa zinapigwa sawa, anaweza kusema kama ah mimi sijafungwa, sawa. Lakini ndani ya pitch ile ile huwezi kusema. Uh, mimi sijafungwa kidogo, una shida ya akili. Mimi nitaongea ukweli, yani ifike wakati viongozi wao wow, nisikilize viongozi wao, mona namaanisha waache ile tabia ya uwinga. Nikizungumzia uwinga, baadhi ya viongozi wao wengi ni mawinga sasa, na wale mawinga Kariakoo, au tuzungumzie kama kile kikundi cha kina mama cha asa kile, ambacho kila Jumapili wanakutana alafu kila siku wanapeleka elfu moja mia tatu hamsini yaani kama kufidia ile hela umoja usivunjikane. Sasa ndugu yangu malaiki, mimi na nakuja kwa upande wa timu yangu ya Dar es Salaam Yanga Africa, ngoja kwanza, nakuja nilikusheneta, kusogea jamii, nikakufunga leo hii, sawa. Hii ligi yangawa, jamii molewa, sasa tukubali, nimeshenetwa, sawa, hey. Sasa ndugu yangu, hey. Ukiangalia hey. ile nusu fainali dhidi ya JKT Queens hii nimekuja kuangalia mabua mabua, kivipi? Wewe dakika 14 goli moja, dakika 17 goli la pili, alafu zimeongoza dakika 4, ndio papa tu, papa tu, unakuja kusawazisha, unapata goli moja, ngoma ngoma ngoma, inakuja 2-1. Ukweli utabaki kwamba yeye na uongozi wao wako kwa ajili ya kubeti na, na, sikilize sikilize, kwa, kwa ubora wa JKT Queens nazungumza tu ukweli. Kwa ubora wa JKT Queens, Simba Simba Queens atazidi kuwa teja miaka yote, sio Simba Queens. Ah, sio Simba Queens, ngoja namkumbusha na naomba Tanzania, ngoja namkumbusha huyu namkumbusha mawezi sawa, huyu mawigi hana kumbukumbu sahihi, miongoni mwa timu pekee ya jinsia ya kike ya nchi ambayo inamsumbua JKT Queens ni Simba Queens. Msimu uliopita mimi si, si, JKT hajanishenyenta sawa, mimi ndo nimemshenyenta ni, ametoa sare kwa nikamshota goli nne, aniambie yeye kama ni kweli yeye ni mbado kwa JKT msimu uliopita Okay, sawa sawa, labda nizungumze kitu kimoja. Wanakwambia siku zote mnyonge mnyongeni, aki yake mpeni. Mimi nazungumzia soka sawa siku zote ukifanya vibaya lazima ukae ujitathmini, ujiulize utoe mpunga mfukoni, usafiri, mnaelewa, ukachukua watu ambao wanaweza kuja kufanyaje, kuipambania nini? Tiko kweli nilikuwa teja zidi ya JKT Queens, lakini uongozi uongozi wa Yanga Queens, yani uongozi wa Dar es Salaam Young Africans ukiambatana na rais yote engineer sawa, rais la kimataifa sawa, au mjumbe wa kimataifa, mnaelewa, Aliona hapana, haiwezekani. Dar es Salaam Young Africans ifanye vizuri halafu Yanga Queens au Yanga Princess ifanye vibaya, aliamua mwenyewe <laughs> kutoa mpunga umeelewa. Na huo mpunga sio kutoka kwenye mfuko wake, umpunga ambao sisi mashabiki wa Yanga au wanachama wa Yanga tumejisajili, zile pesa zetu zinafanya kazi, umeelewa. Tuliamua kutoa mpunga wetu na tukaamua kwenda mataifa tofauti tofauti kuchukua mesagini... Nisikilize basi hey, kuchukua wachezaji, wachezaji ambao wana experience hey. Wachezaji ambao wanaweza kuitetea Dar es Salaam Africans wachezaji ambao wanaweza kuitetea Yanga Queens, tumalize ngoja kwanza mm -hmm. Sawa, baada ya kusajili nikavunja uteja sawa, na ndio maana zungumzaje, hata hiyo hiyo Barcelona hiyo Real Madrid, siku zote timu inayojua sawa, ikitoka kwenye penalti penalti hazina umeonaje mchezo umeonaje mchezo, uh, wa Simba Ah, na JKT? uh, naweza nikasema kitu kimoja. nilimwambia ndugu yangu kabla sijamaliza kwamba mimi leo hii nimenyolewa kwa kufosiwa mwenelewa, nikizua nyolewa kwa kufosiwa kwamba ni papatu papatu, mmelazimishwa mmeelewa. mm. mm. lakini yeye ndugu yangu hmm. kama kushenyetwa hmm. ama kugeuzwa geuzwa, kama sambusa zile zenye manyama kizibenjua hivi, utetea utetea na bomoka bomoka hmm. dakika ya 14 dakika ya 17, una shenyetwa dakika ndio una shenyo goli mbili alafu wewe papatu papatu, dakika mbili za kuongezwa mzee moja kujifunga, mmeelewa? Mchezaji wa JKT Queens kuja kujifunga, unakuja unashangilia kama unavyoona mimi, labda ndio kitu ni ukweli viongozi wa Simba, viongozi sawa, viongozi wa Simba pamoja na mashabiki wa Simba na yaani, ikiwezekana, kwanza mashabiki wa Simba naomba waandamane. Kwa nini wafungwe na JKT Tanzania? Kwa nini wafungwe na timu la Tanzania, Dar es salaam Africans? Kwamba kule kwa wanaume wameoa huku wanawake wamekosa, ni kitu ni fedheha na ni aibu na udhalilishaji pia wa kijinsia kwao. Naomba ndugu zangu wa mashabiki wa Simba washtuke, wasikubali kuambiwa mashabiki bora, isipokuwa wakubali kitu hichi kimoja. Washtuke waache kila siku enda kushinda misikitini makanisani kumtafuta mchawi. Mchawi ni viongozi wao, na wenyewe washtuke, kwa sababu ukiangalia ndugu zangu, wamerogwa.